Kwa majina naitwa Kuruthumu Haruni Njohole, na napenda kushukuru ofisi ya Mheshimiwa Rais kwa kutufungia nishati safi na salama ambayo ni gesi. Shule yetu ina bwalo la kisasa la kulia chakula, pia tuna majiko mazuri kwa ajili ya gesi. Wanafunzi wanapikiwa chakula kwa kutumia mfumo wa gesi. Gesi utusaidia sisi wanafunzi kuwa muda mwingi tukakaa kwenye masomo yetu kuliko kutoka kwenda kutafuta kuni. Gesi hutusaidia kwenye kupata chakula kwa muda kwa muda sahihi na unaohitajika, pia kuepushana na matatizo ya kiafya kama matatizo ya mapafu, ya mapafu na mengine. Tunapenda kumshukuru sana Rais kwa kutujali sisi watoto wa kike. Mama yuko kazini.